Amaji ni mengi guys. Serious, hii ni maji ya kijiji. Nchi moja na nusu ni maji ambayo inalisha kijiji yetu, yaani kwenye kijiji wakiwekea pipe ya um, nchi moja na nusu, nchi mbili ni kijiji. Sasa hii ni maji ya kijiji. Kwa sasa tuko na wachimbaji makini, wanaojitambua, wanajua kupima mahali kwenye maji mengi na pili kuyatafuta kosa ni maji ngaa, maji ya kutosha. Sasa hebu pata viwanja kwa bei nzuri kupitia sisi. Wasiliana tu na sisi kuanzia kwa namba sifuri saba sita saba arobaini na moja kumi na nane hamsini na saba kwa wasiliana nasi tu, tutakupa konektheni nzuri ya viwanja kwa bei poa na kama pia kuna ambavyo umesikia vinauzwa unauza, basi wasiliana nasi pia, uweze kufanya biashara kwa. Ni maeneo ambayo una unachimba eh?